ala tahrimi isqati aljanini baada nafhi ruhi fihi, wamekubaliana wanachuoni uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa. Wameharamisha wanachuoni, wamekubaliana uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa roho. Na roho inapulizwa baada ya miezi mingapi? Minne. Kwaiyo mimba ya miezi minne ni haramu bitifaqi lulamaa kuitoa waatabaru dhalika jarima, wanachuoni wamezingatia jambo hilo ni ni kosa kubwa. La yahilu limuslimu an yafaala, sio halali kwa muslimu kulifanya. Lianahu jinayatu, kwa sabbu ni kosa la jinai. Ala hayi mutakamil alkhalqi dhahiru lhayati, kwa saba ni kosa la jinai kumfanyia kilichokuwa hai kilichokamilika maumbile yake, na kimedhihirisha uhai. watajibu diatu fi iskati, itakuwa ni lazima kutoa dia, kutoa fidia ya kuua, utoe dia ya kuua fi iskati. in nazala hayyan mathalan, na ametoa mimba ile, mimba alivyoitoa kile kijitoto kikatoka aliyokuwa kiko hai baada ya kutoka thumma mata kikafa lazima utoe dia ya kuua sawa ambayo ni ngamia mia moja kahesabu ngamia moja shingapi alafu ikishajua bei yake pigia mara mia umeua sawa yani kimetoka alafu kikafa kimetoka kiko hai labda amefikisha miezi mitano ndio anaangaika vidonge, ikatoka b baada ya kutoka, ikikalia alafu, yalla kikafa, inabidi utoe dia yako, utoe dia sawa, ya kuua wa ukubatu maliya. Hii ni adhabu ya kimali, aqallu minha in nazala mayita na kama itakuwa chini kidogo, kama atakufa aliyakuwa nani ni maiti yani, akalimtoa akafa, yani akamtoa aliyakuwa mfa nini, ashakufa. Ama akimtoa yuko hai, afu akafa pale pale, anabidi kutoa dia wa rukuba tumalia aqal, na atoya adhabu ya, ya kimali ambayo ni ngamia chini yake wa ama, isqatu ljanin qabla nafkh ar-ruh ii atua ya kutoa mimba aliyakuwa mtoto shapuliziwa roho. Tumeelewa, unatikisa kichwa, Mista Fauzi, Abu Abunan, Abu Saleh Abunan, Abu, Abu Fauzani. Hii ni hatua ya mtu anaitoa mimba aliyakuwa tayari kile ki kitoto kishapuliziwa roho, ni haramu na ni kosa la jinai, lazima atoe dia

Katika moja ya sauti zake nilikuwa nikizisikia akisema kumtoa kutoa mimba ambayo imeshapuliziwa roho ni haramu moja kwa moja sawa. So, isipokuwa kutoa ki, ki, kile kijusi kabla ya kijapuliziwa roho, anasema inarejea kwa masharti. Jambo la kwanza, huenda kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi imetungwa nje ya ufuko wa uzazi na hilo lipo kuendelea kuwa nje uzazi, ya ufuko wa uzazi uende kamletea madhara yule mama akafa kwayo, kabla ya kupuliziwa roho, inabidi kufanya nini? Itolewe kwa ajili ya kumwokoa yule mama, lakini kama atashauri hivyo daktari, kwa sababu pia wameshurutishwa ushauri wa nini wa daktari. Mpaka leo hii ukienda utaka kutoa mimba. Umejitafutia eh, lenyewe eh, umejitafutia nini? Kwa nini uitoe kina kosa gani? raha yako ya risali moja uwe nafsi hmm? Kitu cha kwanza chokitaja kwamba kama itakuwa imetungwa kama unaotaja kama imetungwa nje ya nini ya fuko la uzazi ikawa ni sababu ya nini yani, itatolewa baada ya kushauriana baina ya mume, ba mume? Ba na mke, baina ya mume na mke, bwana baba fulani sisi nasemani au mama fulani, sasa hii inakuaje? Ah, mimi hapana, haitolewi. Wakitofautiana hivyo nini tolewi baada ya kupulizwa roho haitotolewa Sawa, utaenda kuchukua ushauri wa nani? Labda ashauri daktari kwamba kwa hii hatua huyu, um, mtoto alivyokaa amekaa nje kifuko cha uzazi, labda ameshafikisha miezi mitano, kwao akiendelea kubaki ataweza kufanya nini? Kuporomoka na mama afanya nini? Akafa mea pia. Sheikh bin Uthaymin anaona kwamba baada ya ushauri wa daktari mathalan ajatungwa njia ya uzazi, baada ya ushauri wa daktari akasema, labda hii mimba mfanini itoke kwa sababu ya labda maradhi fulani, watashauriana wanandoa wangapi? Wawili, sawa. So, wanandoa lazima washauriane wakubaliane, kwamba hii ifanini itolewe. Kinyume na hivyo inakuwa ni haramu.